Hamjambo wapendwa karibuni, kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Tuko hapa tujifunze kuhusu kujitambua. Na kwenye kujitambua tunajiuliza maswali matatu. Swali la kwanza, mimi ni nani? Ninatoka wapi? Na ninaenda wapi? Hayo maswali yatatusaidia sana kuelewa jinsi ya kujitambua. Karibuni na tujifunze. Asante. Naomba tuanze na kueleza maana ya kujitambua. Kujitambua ni neno la Kiswahili lenye maana kubwa na ya kina. Linatokana na kitenzi kutambua, likiwa na kiambishi kuji, kinachoonyesha kujielekezea mwenyewe. Kwa hiyo basi, kujitambua ni kitendo cha mtu kujifahamu, kujielewa au kujitambua yeye mwenyewe kiakili, kihisia, kijamii na hata kiroho. Kujitambua ni hali ya mtu kuwa na ufahamu wa kina kuhusu yeye mwenyewe, yaani ule ufahamu wa kina wa kuhusu yeye mwenyewe, huko ndiko kujitambua, ikiwemo kutambua utu wake, imani, uwezo udhaifu hisia, na malengo ya maisha. Ni zaidi ya kujua jina au mwonekano wa nje, ni zaidi ya kujijua jina lako na mwonekano wa nje. Ni kuelewa kwa undani ni nani wewe, unataka nini, na kwa nini unayataka hayo mambo. Kwa hivyo, katika kujitambua, ni kule kuwa na uwezo wa kujijua self self awareness, self discovery, uwezo wa kujijua katika madhaifu na nguvu na uwezo, kujielewa zaidi ya mwonekano wa nje. Wewe ukiulizwa, wewe ni nani? Ndiyo, mimi naitwa Majaliwa. Wewe ni nani? Jina halitoshi kujitambua. Kujitambua ni kule kuingia ndani ili kujielewa zaidi. Hiyo ni utangulizi wa neno kujitambua. Baada ya hapo, tunawaletea sehemu ya kwanza ambayo inaongelea maana ya kujitambua. Usiende mbali. Asante, ila msisahau kusubskribe kwa chaneli yetu, kukomenti pia na kushare hizi videos na wengine, ili tuendelee kujifunza zaidi. Karibuni, asanteni.